Kwa hiyo washtakiwa hawakutakiwa kushtakiwa nayo. Kwa hiyo hakuna kosa naitwa kulawiti kwa genge. Kwa kwa mara ya kwanza Tanzania tumepata majibu kwamba hakuna kumbe kulawiti kwa genge, kwa maswali yenu yale kinyume na maumbile yamejibiwa leo na imetiki kwa kulawiti kwa genge kinyume na maumbile, imetiki haipo katika sheria zetu. Kwa hiyo tumebaki na moja tu ambalo sasa ni kosa la kubaka kwa genge, kwa kundi kubaka kwa genge, ila wao walishtaki kubaka kwa kundi, lakini kubaka ni kwa genge. Sasa baada ya majumuisho ya mwisho, Mheshimiwa jaji ametoa maoni yake. Kwa hiyo katika hili amesema rufaa imeshindwa kwa sababu zifuatazo. Moja, Mheshimiwa jaji amesema, amejiridisha ushahidi wa muhanga unaendana na yule aliyeleta video.